Hii ni mbalimbali. Mheshimiwa mwenyekiti na meza kuu, nitumie fursa hii kwa niaba ya kamati ya amani ya mkoa wa Shinyanga, kwanza kupongeza kuwapongeza wenzetu wa Mwanza ambao mmekaa nakuona kuna na haja ya kutuuzia wazo hili wenzenu wamekuwa kada aziwa, tunaupongezeni kwa kazi hiyo, lakini kwa kuwa ni jema, na sisi watu wa imani tunaamini Mungu atawalipa yaliyozungumzwa kupitia mheshimiwa Askofu wako na shehe wa mkoa, ikiwa pamoja na mkuu wa mkoa. Sote tulioko hapa hakuna mgeni katika nchi hii, wote wenyeji na wenyeji katika nchi yetu, yanasikika na yanafahamika. Mimi kidogo tulizungumzia kuhusiana na neno haki. Neno haki, ndugu <coughs> zangu, lazima tufahamu kwa sisi tuliosoma masala ya kiroho kimaandishi, neno haki ni neno pana, lina maana kubwa na kama neno haki ni neno pana lenye maana kubwa, wenzetu wanapozungumzia kwamba viongozi wa dini hatusemi haki, sijui wanazungumzia haki ipi, sijui wanazungumzia haki ipi. Lakini viongozi wa dini katika kusimamia maandiko, hiyo pekee yake ni nini? Ni haki. Kitendo cha viongozi wa dini kuzungumzia maandiko matakatifu ni haki ambayo imekusanya dhana zenu zote. Ni binadamu, huwezi kuwa na haki zaidi ya maneno ya Mwenyezi Mungu. Lakini tabia na wanasiasa ukifanya kwamba wao ndio wana busara na akili sana, wana haki sana, sana. Kitaifa ki hili ndio anasababisha matatizo makubwa. Tunawaomba viongozi wa siasa kunaosema, watambulizi, tuheshimu maneno yanayozungumzwa na viongozi wa dini kwa sababu ndio msingi wa kuleta amani na maridhiano katika dunia hii. Swala la haki, dini ina haki yake na dunia ina haki zake, hata ndoa ina haki zake, hata wanyama wana haki zao. Sasa haki hivi viongozi wa dini hawasemi? Kwa hiyo tunaomba viongozi wa siasa watambua kwamba, kusimamia swala la haki viongozi wa dini na kusimama hadharani kuzungumzia neno la amani, ndio neno linalotafsirika na kufahamika kwa watu wote, lakini haki